Yes, niliwaambia machozi machozi yako hayo nayolia siku mwanaume yenye alikuacha, lakini hicho nakifanyia kwa mwanaume wenye ulikaa naye miaka mitatu kwenda juu, siku ya mwisho akaona awe a, a, hakutaki anaua mwingine. Hayo machozi yako nalia yanafanya sana mwanaume arudi nyuma, yanafizisha sana mwanaume. Niliwaambia namna ya kukifanya, lakini naona wengine wanatumia message kwa kweli, machozi yamefanya, nitakifanyaje ili niweze kurudiana naye kwa sababu amenipigia simu anaomba msamaha e, yule mtu aliyekuacha akakupotezea muda wako akakuweka hivyo Eh kafedi kwa ajili yake, haya machozi unayaweka kwa girasi, unanielewa vizuri, unayaweka kwa girasi. Chukua picha yake au chochote, niliwaambia unatoka nje. unamwaga nje. ukitema hapo mate mara tisa, ukimuita majina useme fulani benyuri, nifanyia vyote kama hiyo. Ndio shukrani, shukrani ya punda ni mateke. Haya, sawa, asante, tutaona tena baadaye mmeshafanikisha eti mwanaume anataka turudi. Sasa wewe kama ulikuwa unajua bado unataka kurudiana naye kwa nini umfanyie hicho kitu cha unafiki? Nyie msinichanganye. Eh, umeshakifanya, umeshakifanya, basi atahangaika mpaka kufa kwake. Kwa, kwa. Muache. Sasa wewe kama ulikuwa unafikiri bado unampenda, mbona wewe ulimfanyia hivyo? Wewe. Don't waste my time.